Wacha Mungu mtastarehe na waovu mtalia. Ashukuriwe Mwenyezi Mungu mlezi wa ulimwengu wote, nami ninamshukuru kwa neema zake nikimwomba Allah ningi nanyi msamaha dhidi ya makosa yetu, nikijikinga kwa Allah tabaraka wataala nafsi shari za nafsi zetu. Ndugu yangu, umeongoka furaha, umeongoka nao. Uliopotea ole wako, umepotea. Natangaza imani, nasema hapana mola anastahiki kuabudiwa isipokuwa jina pekee Allah tabaraka wataala, daima milele, ufalme ni wa kwake. Nikitangaza imani isiyokuwa na shaka, Waislamu, Muhammadi ni mtume wa Mungu, hata kama watachukia na kukataa watakaokataa. Rehma na amani zimwendee nabii huyu na watu wa nyumbani wa kwake na rafiki zake na waumini wazuri mpaka siku ya malipo mazuri. Ndugu zangu katika imani ushindi wa yote ni Qurani takatifu. Ndugu zangu katika imani mwangaza wa uhai ni maisha ya mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasalama. Ndugu zangu, ukizua umeleta baraka katika maisha yako ya dunia na akhera, kwa kuwa uzushi ni upotevu na upotevu ni sababu, miongoni mwa sababu zitakusukuma ukaongelea ndani ya jahanama. Allah tuepushe na aibu kama hiyo. Allah warehemu ndugu zetu sehemu maishi zao zimelala. Ndugu zangu Waislamu, kuna nini katika ujumbe mtakatifu siku ya leo? Iyache nafsi yako wazi, yaingie haya masikio yako yatulenge, ufaidike akili yako, Waislamu itulie ili uweze kupata ujumbe mfupi, waliokuzungukia wachamungu wa waliotutangulia. Musa alaihi salatu wassalam, kila dakika anamtafuta Mwenyezi Mungu na wivu unaingia anatafuta, nani ataipendwa na ingia, Allah na nani Mungu hatomtizama Siku ya leo Musa anamwita Allah, walisema naye manabii walizungumza na Mwenyezi Mungu, kila walipokaa, wanamuuliza na majibu na ndio anamuuliza Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Sauti zao walikuwa anaziitika kwa haraka, labbaik abidi labbaik abidi, mja wangu, ninakuitika. Kuna nini? Anamwambia, ya Rabbi, man abghadu khalqaka ilaik ni nani mola wangu, katika viumbe? Ni nani unayemchukia sana katika viumbe, katikati si watu, nani miongoni mwa watu unamchukia zaidi, chuki yako ni kubwa zaidi? Aliinua Allah ujumbe wake akamwambia: ya Musa, man takabbara qalbuhu, ninayemchukia sana ewe Musa

huyu anayekwambia mzazi wako, lakini wanajeuri unayoifanya. Huyu anayekwambia shehe wako, lakini tizama nafsi yako inavyokuelekeza kwenye jeuri, tena jeuri inapanda na unatamka, ananiitia nini, ni nini analitaka bwana, bana najitosha. Hii ni lugha ya jeuri, Waislamu. Huyu anayekusiri mwalimu wako, anakusitizama unavyofanya jeuri. Kijana, tizama mabega kwenye umeyapandisha. Hii ni kibri na Allah mapenzi na wewe Waislamu, hii ni jeuri. Ambiwa uamilike, usiyapandishi mabega juu kwa kuwa pumzi bado inatoka nzuri. Ndugu zangu, jeuri labda juu pete za kiaskari na kipolisi zimekaa kwenye mabega, basi wengine wote hawafai na hawana maana, wataka wakusujudie. Kitizame kiburi katika amana ya daraja uliopewa na Mungu, ya mapete kwenye mabega yako. Hii ni amana umepewa na Mungu. Sawa na upolisi wako, sawa na uaskari wako, sawa na uwaziri wako, sawa na ubunge wako sawa, sawa, sawa. Hii kiburi kisionekani. Waislamu, hii ni sifa ya Allah Tabaraka Wataala. Kakupa Mungu hayo ni amana, sawa na noti kakukusanyia Mungu. Badili huyu mwendo, badili huyu mwendo ni mwendo wa jeuri, unawaona wengine wote hawafai wana hii labda wewe ndiye una akili hii ni amana, anaweza kuibadili Allah kwa dakika mbili. Wangapi walimiliki na hawana tena? Wangapi mlitawala na leo mnatawaliwa? Wangapi mlizunguka leo mnazungushwa? Wangapi mlitamka sauti zenu kazituliza rabbul izzati wal jalali. Tulia

Acha kiburi, acha jeuri, iliwouso umtizame binadamu kwa kuwa ni maskini aaga, bada ni mtu asiojulikana, ni binadamu. Labda wewe unaweza kumuona dalili kesho, akarudia mwingine akawa hapo. Ndugu zangu, apendi kiburi, uambiwe uambilike, apendi kiburi. Ni adhana inaita hayana swala, unapita wewe, ni kiburi hiyo, ni jeuri hiyo, ni jeuri Unamfnayia kiburi Muumba rabbulizati waljalali. Apendi kiburi, uambiwe aya, uambiwe hadithi, utumiwe ujumbe wa Allah ulainike. Kwa kukikata kiburi aliweka

wa sallama man faraqa dunya wa huwa bari'un min thalatha dakhala aljanna wa, ukitoka duniani uliepuka mambo matatu, una visa ya kwenda peponi. Jambo la kwanza litaa na kumfanyia mtu hiana. Hiana hii kazi mnaomba wewe na yeye, unazunguka kwenda kusema uli mbaya ye hafai akusoma kama nini, nipe mimi, unamfanyia hiana. Ndugu yako anakosa wewe, muachia Allah afanye yake, na Allah la yuhibu lkhainina, Mungu awapendi watu waivi. Hapa kuna nafasi, twende zote, atakayejaliwa atakayejariwa ndio atapata. Hapana kufanya hiana, akatangaza mtu Ukiondoka duniani umefukana na mambo matatu, la kwanza khiana, la pili daini. Ukiona umekufa udaiwe. Wallahi wanatabasamu malaika umekufa yeah. okay. wanatabasamu wanasema, itizameni nafsi, itizameni nafsi, unanuka madheni wewe na kiburi kimepanda, ukidaliwa unajivuna, utanibeba wapi wewe bwana? Ntakupeleka kwa mashehe. Watanifanya nini mimi, watanifanya nini au mashehe? Itizame kiburi bwana! Basi ntakupeleka serikalini. Nenda kwenye unataka. Sisi ndio wenye nchi wewe? Nchi ni ya Rabu naiza wa jalali wewe. Wewe ni Mungu wewe? Ni mzi wewe? Wewe ni udongo kesho, acha jeuri m hakuikupa izamu kuharibu nidhamu, hautoungwa mkono. Ameikupa izamu kutekeleza Waislamu. Tizama jeuri ya Nikakwambia hivyo naiko kwambia wewe, jeuri wajigamba, bwana, fanya unalotaka, nenda kokote. Ni mimi ndi ni mimi ni mimi ndi ni mimi. inna Allaha la yuhibbu mutakabbirin, Waislamu Allah yapendi haya, Allah yapendi haya. Wewe kama madaraka umeyapata au umo ndani ya wale wenye madaraka, yatumie kutetea haki za watu, akukawize Mungu kwenye madaraka, kwa kuwa ukikataa

kunyanganya itumie amanaii ulioipata zawadi ulioipata uliyoipata nguvu ya pesa, utapeleka rushwa, achakupeleka rushwa. Bwana, chukua haki yako. Akatangaza mtume akasema, sifa ya tatu alkibri. Ukiondoka duniani hakuna kibri kwenye roho yako, unaingia peponi. Anasema mtume Muhammad, la yadhulu man kana fi qalbihi dharratn min alkibri, uwezi kuingia pefone. Kama kama kwenye roho yako kuna doa, Waislamu, watu tunaochangia imani, sikiliza, hautaingia pepuni, hautaonana na Mungu kama kwenye roho yako kuna doa. Hapana, kusema Mtume kiburi zarra tumina kibri kuna doa

hauna mane una, una miguu miwili. sauti linatoka kwenye yanatokea ya wengine. pua ni lile lile halikubadilika. Waislamu, unakula juu ya kiburi? au takula kilo tano, wewe ni ule ule. Badilika Abdallah, badilika kijana, badilika, ulainike. Anasema Allah, wewe utakayekufa na kiburi

sio ukweli. Na mwenyeana nguvu atanambia sio ukweli, nitabadili bwana, kila kitu tunaweza. Inaukamajini na mtu haki yake ikapotea. Hii ndio sifa, miongoni mwa sifa za kiburi, ama mtu nas na kuwadharau watu, waona sio watu, ni mbuzi. Sio watu hawa, ni mbuzi, ni mbuzi. Ichukueni kwa mikono miwili tuizagaze. Hii sio sifa ya wazuri. Hi sifa wabaya, yawabaya maneno litasemwa, yule ni mtu mbaya, yule bwana anajiona, yule bwana ni shetani, yule ni shetani. Kukutana na yule afadhali kukutana na Israeli anaitoa roho. Kukutana na yule wala afadhali kukutana na malaika wa moto wa jahannam. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisaili muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa huwa al-ghafur

anayetangaza habari mbele za watu mjuzi wa kiimani, lakini muovu katika madhambi yamezidisha kipimo, shaikhul fasiku, mzee mwenye imani, mzee ambaye umri umekuwa wa hali ya juu, lakini maovu ni ya kwake. Huyu mzee tizama, huyu mzee tizama, huyu mzee, mzee wa miaka hamsini, sitini ameonyesha mimba wa binti wa miaka kumi na nane ishirini, miaka kumi na ytunamuokota mlezi tumzeyakasini sini eti anavuta bangi ule mzee. Waislamu, huyu ni fasiku. Hii haiko. Huyu mzee wakuelekea kumsujudia Allah tabaraka wataala. Huyu shekhe unayewambia watu Mungu kasema Mtume kasema uwe kiigizo. Akasema mtu wa pili alghaniyu lbakhir, mtu wa pili anachukiliwa na Mungu, tajiri mgumu mgumu tajiri mingapi mitajiri mgumu. Na watu mnashuhudia bwana, kuna mtu Mungu kampa lakini mgumu ule bwana kupindukia, ule bwana ni mgumu hata kwenye nafsi yake, hawezi hata kufanya cha kumsaidia yeye. Akatangaza mtume akasema alfakiru lmutakabiru, mtu watatu maskini ni mwenyewe ana shida asaidiwe, lakini ana jeuri. Akatangaza mtume akasema na watatu Mungu anawapenda wapedza ashabun takiyun kijana mdogo lakini mcha Mungu. Kijana mdogo lakini upuuzi wa dunia hautompata ni kijana mcha Mungu, anapendwa na Mwenyezi Mungu. alfakirun karimun, maskini mtoaji. Ana kitu lakini na yeye anataka atoe, naweka wenye kutoa na anasema na mimi kadogo, na mimi niweke. Kwa nini nipewe tu? ghaniyun mtawabiu Mtu wa tatu tajiri, ambaye ni boi wa watu, ni tajiri lakini anawenyenyekea watu. Bwana, ukimwona ule mtu na mapesa yake, huwezi kufikiria kama ndo anaweza kutuservira au kutusemesha au kutuona kama sisi ni watu Tajiri mutawadhi ta, ukimwona ndio utamkuta labda anatembeza hata sanduku msikitini. Wana hii kazi ni ya maskini, sio yako. Anakwambia mimi ni maskini mbele ya Allah, tabarak wa taala. Ndugu zangu Waislamu, kinyume na haya ni kiburi kwenye roho, na Allah hapendi kiburi. Binadamu cheuri mpaka kwa roho mbaya ya cheuri anajiita jina shetani, na watu wanamwita shetani. Ule bwana anaitoga jina lake shetani. Shetani Waislam sio jina la binadamu, jina lake shetani.

nzalakutulizeni tulieni, msifanyi jeuri. Hiyo jeuri aitakupa urefu, wewe ni ufupi, bega unaziinua. Tizama mwendo wa mtu jeuri, tizama mwendo wa mtu mwenye kiburi, utizame anataka na autapanda juu. Allah anasema au tarefuka udhidi ule mlima, wala autotoboa ardhi kwa kuikanyaga na nguvu. Tulia, uwe mutawadhihu mwenye kunyenyekea, uipate radhi ya rabbul izza wal jalali. Uwe mtu mwenye amani na salama, upendwe na watu. Huyu ni binadamu huyu mtu anakuwa serie sana. Huyu mtu ni mtu. Wewe ule mtu mi nikimwona naona raha ule mtu ni shaitani jameni, kumeletwa auzubillahi min ashaitani rajim. Jameni, kumeletwa mtu mkavu mtu, mtu mkakamavu, shaitani. Jina Mungu analikupa na linakamatwa shaitani, na watu wanakuita ibilisi. Unakufa wanasema alhamdulillah, kaondoka. Ule bwana alikuwa jeruhi sana, alikuwa na kibri, hasikii mtu.